Mchungaji, tuna kazi ya kujibu kwa Mungu. Yaani wewe ndio mchungaji na mimi ni mchungaji mwenzako. Kanisa limefikia hatua hiyo na wewe upo tu unapiga makofi, unasema Bwana ni mwema. Subiri mlangoni, siku ya hukumu takiona cha moto. Mchungaji takiona cha moto, na wazee wa kanisa, jiandaeni kutandikwa na Yesu Sio vichekesho, Mungu ana hasira. Yaani huyu mchungaji na baraza lako watu cha, cha, cha, cha. Wamesharudi mitaani, halafu bado unakula na sadaka zao. Utaponaje wewe? Mbona ni kifo tu, mama mchungaji. Sasa mnisikilize, tukitaka kufundisha uamsho lazima tuambiane ukweli Amen. Kwa hiyo mimi nitakwambia ukweli bila kujali cheo chako. The first condition is to be authentic to ourselves. Ni lazima tuambiane ukweli. Kama hatuko tayari kuambiana ukweli, tufute ajenda ya uamsho, kila mmoja akamkie nyumbani kwake. We must be true to ourselves hakuna kuambia na uongo, bali hiyo ni, ni, ni, mchezo sasa. Mimi ndio mchungaji halafu watu hawaombi wa nitapitaje kwa Mungu sasa, nitasimamaje kwa Mungu sasa? Na itisha maombi, wanakuja sita na wako mia moja na hamsini, halafu asubuhi nasema sema mbarikiwe, watu wa Mungu hao, ni watu wa Mungu sasa? Sifisi tu zimejaa pamoja na nguruwe, huna kondoo mle. Authentic to yourself Kwani ni uongo sasa, sarozari kujiachia sasa niwe mshirika tu nikafanye kazi nyingine. Niambia wenzenu kwa majumba sita. Naambia mtu anapokuja hapo uwe tayari kwenda mbinguni. Hauko tayari, ondoka tu. Kwanza hujawahi kutuma hata maombi ya kuja hapa wala mimi sijakutumia maombi huju. Ulikuja mwenyewe umepigwa na shetani ukaja mwenyewe. Sasa kama ninakushinda toka, usinipe kazi nyingine ya kijinga kijinga ya kwa nauliza kwa nini ujaja ibada? Toka. Usinisumbue mjinga mkubwa. Anisumbua vipi? Tusumbuane kwani huko, wani huko eh? Salikuja mwenyewe, kwani nilikuita? Hasa leo ndio nataka mimi nikupigie magoti nikusihi uje usali, sijui imbe kwaya? Nilikuleta mimi? Vimekushinda toka haraka, usisumbue na wengine. Toka, unakaa kufanya nini huku ndani? Lazima hao washirika tuwaambie ukweli. Kama wanasambaa, acha wasambae <coughs> acha wasambae, ambie ukweli, anayesambaa asambae. Kwani nilikuita toka hapa? Sijawahi kukuita mimi, nimepiga kelele, kuna hukumu, kuna moto wa milele, ukaisikia sauti ukasema he, na mimi nikimbia baada ya kuja tena unataka nianze unisumbue? Usinisumbue, mimi ni mpiga kelele, ni mbwa mlinzi. Yesu akawaambia Israeli, wachungaji, uwe kama mbwa mlinzi, piga kelele kwa ajili ya tatizo. Sasa anayekimbia tatizo atakuwa salama, anaebaki pala akiliwa, mlinzi sio kosa lake, Mungu asio kosa lake. Anamaliza kupiga kelele Fundisho, fundisho.